Simame na tumtolee Mwenyezi Mungu maombi yetu. Ndugu zangu, bwana wetu Yesu Kristu alisema hivi: nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, ninakwenda kuwaandalia makao ili nikija, niwachukue mpate kuwapo nilipo mimi. Tuombe. Tutaitikia, E Bwana twa kuomba utusikie. E uwakaribishe marehemu walioaga dunia katika makao ya milele. E uwatulize marehemu walioteswa na kuhuzunishwa katika bonde la machozi la hapa duniani Uwapokee katika makao ya milele marehemu wale wote waliouawa duniani, waliofukuzwa kwao na katika nchi zao na kusahauliwa na ndugu jamaa zao. Uwakusanye watoto wote walionyimwa maisha duniani kwa kuuawa katika utoaji mimba. uamshe ndani yetu sisi tulio bado hai duniani matumaini ya kukaribishwa nawe mbinguni. Utusaidie kupokea kifo kama sehemu ya maisha yetu. E hey Baba, Bwana wa makao ya milele, tunakuletea maombi yetu kwa njia ya Kristo Bwana wetu.